Maandalizi yako vizuri, uwanja ushafika uh, takriban asilimia sabini, sabini. Nimepita ni kama wiki mbili nyuma, nimeona so, so mbaya. Hatua ambako amefikia sio hatua mbaya sana. Kwa, kwa taarifa, tuliambiwa mwezi huu wa sita uwanja utakuwa umekamilika asilimia sabini, bakia takriban asilimia thelathini ambako ni kumalizia kufanya finishing ya ule uwanja pale, halafu tupee uwanja. Lakini maandalizi ya, ni makubwa, ni mazuri tunaona uwanja kumalizika, lakini viwanja vya mazoezi pia tumepewa taarifa, mapema sana iwezekanavyo, maanake kazi ya ujenzi wa viwanja vya mazoezi unaanza mapema iwezekanavyo. Lakini pia nimepita, nimeshuhudia hoteli uh, ambazo zimejengwa maeneo ya kule eh, watu wameshaanza kujenga hoteli maeneo ambako wageni watakapokuja na kukaa. Ni miundombinu hiyo ambayo tunaambiwa Afcon City, kwamba utakuwa ni mji wenye kila kitu, sio kwamba eh, yule, yule, yule ambaye amekuja kwa ajili ya Afcon atoke kule kule Kisongo aseme anaingia mjini kuja ah wabata, baba no. anidani, mbalimbali. <laughs> yani anatakiwa akija anamaliza kila kitu kumisa. ni sawa ni, ni sawa lakini tunategemea hata hata watanufaika wala kule peke yao mm. maana yake huko mjini patabakia kuwa mjini tu yani kule pako sawa lakini mm. pia Arusha mjini apata badilika kwa Arusha, una... Arusha mjini. Vitu ambavyo viko Arusha mjini vitaendelea kuwepo Arusha mjini. Uh, vitu ambavyo hifadhi za taifa huwezi kwenda taifa yo, Arusha uh, ngoja nikwambie tu nye vitu vya vya vya hifadhi ya taifa Ngorongoro, leta kule hapo city vitu <laughs> vya kuna, kuna Serengeti vitu kwa hiyo eh, vitu ambavyo vinatakiwa mtalii kutoka kwenda mm, akija Tanzania yule eh, shabiki kutoka nchi nyingine akija Tanzania aende Serengeti, akitoka wa... kule akija hapa Arusha eh, aende na Puro Sijui unanielewa. Na akitoka na, hapa ende duluti awezi ziamishia mahitaji, hayawezi kwenda yote kule, bado pia ni, no, no, ya, ni no. Sawa, unachokizungumza hiyo inazungumzwa inazungumzwa ni city yeah, lakini leo uwezi kuinyanyua hoteli iliyopo mjini ukaihamishia kule awezi jenga, hazitajengwa kwa kiasi hicho. Wewe leo hii tuna takriban mwaka na nusu na nusu, awezi jenga hoteli kama uyoga uyoga, awezi ziamsha kwa namna hiyo. Yaani tu hoteli kama kutakuwa na chumba cha kuonesha jezi za mataifa mbalimbali. Lazima kutakuwa na sehemu ya kuonesha vile vitu muhimu kama watu ambao watakuwa wanabaki ya ya wamepata wa vyumba kule, wame wanaishi kule Afcon City kama watu waliokuja Ar, e, Arusha kwa ajili ya Afcon kama watakuwa wanakaa kule, lazima na mahitaji yao yatakuwa kule Kevi, hmm? Kisongo ipo nje kidogo ya jiji la Arusha sindio? Kutoka kule Kisongo mpaka Arusha ni dakika ngapi? Almost kuna kama dakika 30, azizidi dakika 30 kutoka uwanjani pale mpaka apa hmm. Arusha mjini kwa maana yake bado watu wa Arusha mjini watanufaika, wata vitu vingi sana vitaendelea kufanyika Arusha mjini, operation zote nikwambie, mm. hoteli zote ambazo unaona kubwa hizi hapa ndani ya jiji la Arusha, hizi katikati za Arusha, unafahamu, zote zitaendelea kuwa na watalii, lakini pia mashabiki watakuja kwa kwenye hizo hoteli. Hawezi jenga hoteli ya nyota tano, kumi, kumi na tano kule. Hizo hoteli ambazo ziko ndani ya jiji la Arusha bado zitaendelea kutumika, bado ni hoteli tegemezi. Timu itakuja kuweka kambi kwa Arusha mjini Timu ziendeka kakambi kule na hata viwanja vya mazoezi kipindi. Fulani nasikiliza viongozi wakasema, apata kuwa tena kama palivyo, ila pataongezeka kidogo baadhi ya vitu. Nimepita kule, bado kuna baadhi ya majengo yanajengwa, kuna kuna vitu vinaendelea kujengwa, apata amishika moja kwa moja vitu vyote kule, lakini bado matumizi ya ndani ya jiji la Arusha yataendelea. Kwa hiyo ni fursa kubwa sana kwa sisi kama Watanzania, fursa kubwa kama wadau wa michezo kwa e, Arusha hatuna timu ambayo inacheza ligi kuu, lakini pia tunaona michuano inakuja hivyo, viwanja vya mazoezi baada ya ya ya Afcon kuondoka vitaendelea mm, kubakia mikononi mwetu ni namna gani sisi tutavitunza, namna gani sisi tutaendeleza, namna gani tutakuwa na timu kutokea Arusha sasa ambazo zitatumia vile viwanja kutunufaisha sisi, ukiachana na kunufaika kama timu. Lakini pia kuna eh, taasisi ambazo zitaweza kutengeneza labda vituo vya, vya kuzalisha vipaji kule kwenye vile viwanja. Tunaona mfano Moroko, Moroko karibia kila eh, mtaa kila mkoa kila wilaya kule nchini Moroko wenyewe wamejenga eh, vituo kwa ajili ya kukuza vipaji. Ndio ndio Moroko naiona hii hapa aishikiki wadau wa michezo ambao wanahitaji kupata viwanja kwa ajili ya kuweza kutengeneza nini kutengeneza taasisi zao za kukuza vipaji, kutengeneza akademi, kutengeneza shule. Unajua kwa vitu kama hivyo vinakuja kubakia kama faida. Leo Dar es Salaam viwanja vitatu pia vya mazoezi vinajengwa, havitajengwa viwanja vya piwa mazoezi ambavyo ni low class, vitajengwa international kwa, kwa, kwa bichi ambayo unaiona, huenda mara baada ya AFCON kumalizika, tukaona viwanja hivi ambavyo vinatengenezwa kwa ajili ya mazoezi vikaja kutumika kwa ajili ya michuano ligi kuu. Uh, tutakuwa na viwanja Arusha moja hapo kiwanja cha mazoezi nimekwambia, nimesikia siku moja kiongozi wa mkoa wa Arusha mm. akiwa anazungumzia kusema uwanja wa Sheikh Ngabedi. Kama uwanja wa Sheikh Ngabedi ukiboreshwa vizuri, maana kitu Arusha tunakuwa na, na, na, na kiongozi kubwa cha viwanja. Tutakuwa na uwanja wa wa, wa, wa kule Kisongo wa AFCON, lakini pia mm. tutakuwa na uwanja wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa Arusha wa Sheikh Ngabedi. Kwa maana yake <laughs> tunakuwa na viwanja viwili eh, ambavyo vina hadhi ya kuchezewa wa kuvitumia. Mmea wa jiji la Arusha, siku moja nakumbuka eh, kwenye moja ya mahojiano alizungumza na kusema kwamba mpango eh, walionao kama jiji hmm. Laki, ni kununua timu kuileta hapa Arusha, lakini pia tunao timu zetu, tuna Mbuni tuna TMA kama wakiweka nguvu. <laughs> tuchukue kauli ya, ya, ya meya wa jiji kwamba watanunua timu lakini pia tukumbuke tuna bahati mkoa wa Arusha bana, tuna naibu waziri wa habari, sanaa, utamaduni na michezo. Watafanya jambo, mi naamini, sindo jambo lenyewe ilo tunalihitaji, tuletee timu Arusha sisi yani, mimi kama mdau wa soka nachokihitaji Arusha e, timu hiji Arusha haijalishi kwamba imenunuliwa hapana, au imetoka chini hapa, mi nachotaka ni timu kama Sisa, timu za daraja la kama timu za championship yeah. zimegoma kupanda ligi kuu, sisi tufanyaje? Vipi ikija Afrika ikashuka tena toka yeah. <laughs> <Afrika darajala. laughs> elfu mbili na kumi na sita mm. timu ya JKT Oljoro imeporomoka daraja yeah moja kwa moja sasa, Arusha tukakosa timu ligi kuu, na historia ya Arusha kuwa na timu ya ligi kuu ikawa imesambaratikia pale. Kwa hiyo nafikiri, miaka kumi ya kukosa timu ligi kuu, natamani ende kuisha msimu msimu jeu na timu, na nadhani serikali ya mkoa wa Arusha, lakini pia mkuu e, mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Arusha hmm, naye ni mtu wa michezo, akikutana na yeye na na, na, na mheshimiwa naibu waziri Paul Christian Makonda, najua jambo lilizokaa jambo, mkoa mkubwa kama Arusha hawashindi kwa na timu ya ligi kuu Sawa, mkoa kama Arusha awashindi kuwa na timu ya ligi kuu sasa tureji